Leo kanisa Katoliki linaadhimisha sikukuu ya moyo safi wa Bikira Maria. Sikukuu hii huadhimishwa siku moja baada ya sikukuu ya moyo mtakatifu wa Yesu, na kanisa linatuonyesha moyo safi wa Mama Maria kama ishara ya upendo wake wa kweli kwa Mungu na no kwa wanadamu wote. Ni moyo uliojaa unyenyekevu na utii wa mapenzi ya Mungu. Katika maandiko matakatifu, tunamwona Bikira Maria akitunza mambo yote moyoni mwake na kuyatafakari daima. Na ibada hii ilienezwa katika karne ya kumi na saba na Mtakatifu Yohane Eudes na mwaka elfu moja mia tisa arobaini na nne Papa Pius wa kumi na mbili akaifanya kuwa sikukuu rasmi ya kanisa lote. Tunapoadhimisha siku hii, tunamkimbilia mama yetu tukimwomba atufundishe moyo safi mnyenyekevu na uliojaa upendo kwa Mungu na kwa jirani. Ndiyo maana moyo safi wa Bikira Maria ni mwaliko kwa kila mmoja wetu kuishi kwa unyenyekevu, kutunza neema ya Mungu na kufuata njia ya upendo wa kweli. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote, na milele. Amina.